Wanapiga kelele hapa na pale, oh, Raila ameenda kwa Ruto, ametuacha <laughs> mii sijaenda kwa Ruto, Ruto amekuja kwangu. Mii nimesema mimi nibaki msimamo yangu, haijabadilika kitu muhimu zaidi mpaka zalie, mpaka sasa mimi nakuwa napigania haki ya Wakenya yote Mwaka... ile ingine sisi tulitoka yote, tulikuwa kwa barabara tukipigania Wakenya kusema gharama ya maisha imepanda, tukasema fungulieni sava, tukasema mambo ya ufisadi imezidi, mambo ya ukabila imezidi, tukasema haya yote mpaka baadaye tukaunda jopo kazi kinaitwa Nadku. Wakaandika ripoti, jamaa walikuwa na sheta sheta. Baadaye mwaka jana vijana wakajitokeza, Jez wakaingia kwa barabara, wakapiga chafu sana tena. Wakapiga na hao watu, wakatuma polisi kwenda kupiga watoto na kuua watoto. Wengi waliuawa, hayote yakawa pale, wakaleta watu wa jeshi wakatetemeka baadaye. Sasa wakalazimishwa kuvunja serikali na kusema watashauriana na kuunda serikali mpya, lakini sisi tumesema maneno ambayo ziko swala nyeti zimebaki pale pale mpaka litatuliwe, lakini haviwezi kutatuliwa kama watu hawajakuja pamoja kuongea, kuangalia vile mambo yatakuwa. Ndio sababu awajamaa wakiwa wameshikwa na baridi wamekuja upande yetu. Mimi nikasema tufanye mambo marekebisho hayo yote. Mnaona yale tumeandika maneno makumi yote ni yale tumekuwa tunadai, na wakasema watatimiza. Sasa tumesema tunapatia hao fursa ya kufanya hayo ili yarekebishwe. Uchaguzi itakuja mwaka 2027 hapo wananchi wataamua wenyewe lakini kutoka hapa mpaka pale, hatutaki wananchi wetu wazidi kuumia. Mambo matibabu iko na shida ya shaa, kazi. Mpaka imambo ya shaa haifanyi kazi mpaka irekebishwe, sivyo. Mambo ya uchuru mbaya, wananchi wanatozwa ni juu sana ija, juma nyumba hizi mpaka irekebishwe, sio. Hawezi kurekebisha kama unakaa kando

mpaka tufanye kazi tuone kama tunaweza kuyarekebisha. Wakati ikifika 2027 wakenya wataamua ni nani wanataka kuongoza, sivyo? Mimi nilikuwa nasema natakwenda kwa AU, nikasema nikichaguliwa kule sawasawa, nikichaguliwa vile vile ni sawasawa. Sawa, manake tuko na nyumbani, sababu nirudi nyumbani Simrudi nyumbani, si ndio? Sasa nataka ni, ni, ni hame niende Bondo nikae Bondo. Baba endele asi endelee endelee asi endelee baba endelee, si ndio? si <laughs> mimi nataka tumazuri kwa Wakenya wote.